Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu ni kukaribishe tena katika mwendelezo wa habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani, lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Askofu mkuu wa makanisa ya Moravian, Emmaus Bandikile Mamakula amejitokeza na kumlipua Shehe Mwaipopo baada ya video kusambaa mitandaoni ikimuonesha shehe huyo akimvaa jaji Joseph Sinde Warioba. Katika video hiyo iliyomuonesha shehe huyo Mwaipopo, maneno yaliyosikika yalieleza na nukuu, mzee Joseph Sinde Warioba alikwenda Ikulu kwa rais kumwomba amteue mtoto wake kuwa mkuu wa mkoa. Hayo ndiyo maneno ambayo yalisikika katika video hiyo. Baada ya video hiyo kusambaa sana mitandaoni, katika upande wa maoni, wapo waliopinga kwamba jaji Warioba hawezi kufanya kitu cha namna hiyo, kwa sababu amekuwa picha halisi ya masuala ya haki na utawala bora, lakini pia wapo wengine ambao wameunga mkono kauli ya kwamba jaji Warioba amemwomba rais amteue mwanaye kuwa mkuu wa mkoa. Mjadala mwingine mkubwa umeibuka kwamba mbona rais amemteua mwanaye katika nafasi za juu za serikali, lakini jambo hilo limeonekana kujibiwa katika video hiyo iliyomwonyesha shehe Mwaipopo kwamba rais amemteua mwanaye kwa sababu yeye ana vigezo, na kwamba rais alimjibu jaji Warioba kwamba hateui watu kwa mashinikizo au kwa utoto wa fulani au kwa umwinyi anateua, eh, anateua watu kwa vigezo moja kwa moja bila kupoteza wakati. Hebu twende tukamsikilize, ama tukasikilize alichokisema askofu mkuu Emmaus Bandikile Mwamakula baada ya video iliyomwonyesha shehe Mwaipopo kusambaa sana mitandaoni, kwamba shehe huyo akimvaa jaji Joseph Sinde wa Rioba. Nikimnukuu askofu Emmaus: Je, Shehe Mwaipopo Ipopo katumwa na Ikulu? Ndugu wa Tanzania, katika siku za hivi karibuni, Rais Samia Suluhu Hassan alilalamikia watendaji wa serikali kutoa siri za serikali nje. Baada ya Warioba kuongea na vyombo vya habari ndipo shehe Mwaipopo anaibuka na kutueleza mazungumzo baina ya mzee Warioba na rais Samia. Tunaweza kuhoji mambo mengi kama ifuatavyo. Moja. Je, ni nani aliyemweleza shehe Mwaipopo ajenda za kikao cha Warioba na rais Samia. Mbili. Je, aliyemweleza shehe Mwaipopo ya kuwa mzee Warioba alichelewa miadi yake na rais na badala ya kufika saa tatu kamili asubuhi akafika saa tatu na dakika thelathini asubuhi. Namba tatu, je, ni nani aliyemweleza shehe Mwaipopo hata majibizano kati ya mzee Warioba na raisi? Shehe Mwaipopo si shehe wa kwanza kutoka hadharani na, kuit, na, na kuitisha press ili kumtetea rais Samia kwa kutumia njia ya kumchunganisha na viongozi wenzake. Shehe Rajab Katimba aliitisha presi hivi karibuni na kumshambulia makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi kwa kile alichokiita ukimya wake, yaani kwa kutokumtetea rais Samia na kusema huenda anatumwa na Fadha Kitima au na TEC. Baada ya retorikia hiyo ya Shehe Rajab Katimba, hakuna kiongozi yeyote wa serikali aliyetoka hadharani ili kujitenga na kauli za Shehe Rajab Katimba, pamoja na ukweli kuwa zilikuwa kauli za kugombanisha e, rais na makamu wake. Leo Shehe Mwaipopo anatoka hadharani kurudia kauli kama za Shehe Rajab Katimba, kwa sababu Shehe Mwaipopo asingeweza kusema kwa ujasiri hadharani moyo wa majadiliano kati ya rais na Mzee Warioba, lakini kauli ya Shehe Mwaipopo zinaweza pia kuwa zimekarabatiwa, yaani doktadi, ili kutimiza haja fulani. Haiwezekani Mzee Warioba aende Ikulu kumwomba rais amteue mwanaye na pia aombe hisani ya kwenda nje kutibiwa, baada ya kukataliwa muda huo huo aite press kwa ajili ya kuinanga serikali yake, lakini hata hoja ya Rais Samia ya kuwa hawezi kuingilia mahakama ili kumtoa Lisu kwa kuwa yuko mahakamani, e, kwa kuwa yuko mahakamani mashiko kwani huyo huyo Rais Samia pia wakati wa utawala wake DPP aliondoa kesi mahakamani kwa maelekezo ya Rais na Mboe akatoka. Inawezekana ya kuwa watu wa fitina wamempatia shehe Mwaipopo hoja ambazo hazijaiva ndipo yeye akaruka nazo bila hata kusubiri ziive yaani kaharibu. Leo tumeona mitandaoni ya kuwa Rais Samia anatarajia kulihutubia taifa, lakini kabla watu hawajakaa sawa anaibuka shehe Mwaipopo na kuanza kumshambulia mzee Warioba. Je, ndio utangulizi ambao wazee wa fitna waliona ndio ufaao kuwa Utangulizi wa hotuba ya rais ya tarehe 31 Disemba 2025 hata kabla ya hotuba kama hiyo ni kuziba masikio ya walio wengi ambao watakwazika na kufedheheshwa kwa Mzee Joseph Warioba kulikofanywa kwa makusudi na wazee wa fitna. Je, unafikiri Shehe Mwaipopo anamfedhehesha Mzee Warioba au anamfedhehesha rais? Je, unafikiri watu wa fitina waliompatia ubuyu shehe Mwaipopo ni watu wa rais au ni watu waliolenga kumwangusha kabisa asubuhi na mapema? Je, hiyo siyo ishara kuwa eh, CCM kuna migawanyiko? Je, unafikiri shehe kapata wapi jeuri ya kuita press na pia kuongea mambo mazito ya Ikulu? Je, ikulu ya rais imeamua kuwatumia mashehe kama kitengo cha propaganda? Je, kitengo cha mawasiliano ya rais ikulu kiko likizo? Je, unafikiri shehe Mwaipopo kaita presi hiyo kwa gharama zake mwenyewe au kwa kutumia gharama za ikulu? Je, nini madhara, eh, je nini madhara ya hayo? Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako? Mwanakondo ameshinda, tumfuate. Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula Itunge, jijini Dar es Salaam, tarehe 31 Disemba 2025 e, saa moja na dakika 25, jioni. E, ujumbe huu Askofu Emmaus Bandekile Mamakula aliutoa siku ya tarehe 31 ya mwezi Disemba mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, mwisho wa mwaka kabisa e, kuelekea mwaka mpya huu mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. E, imekuwa ni kauli ya askofu mkuu wa makanisa Moravian bwana Emmaus Bandekile Mamakula e, akimlipua shehe Mwaipopo huku akihoji maswali mwanana kabisa, baada ya video kusambaa mitandaoni ikimwonyesha shehe huyo akimvaa jaji Joseph Sinde Warioba. Tuliipata nafasi ya kushuhudia eh, kuona na kutazama, eh, na kutazama jaji Joseph Sinde Warioba akiwa Ikulu akiwa pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakiwa pamoja. E, na picha zika e, zikatoka au zikaonekana ikionyesha kuna jambo fulani hivi ambalo walikuwa waki, e, wakilijadili ama wakijadiliana, lakini e, baada ya muda kadhaa tukamwona jaji Joseph Sinde wa Rioba pia naye akajitokeza akiwa anazungumza na gazeti la Jamhuri na kuzungumza mambo mengi makubwa na mazito hasa e, matukio yaliyotokea siku ya Oktoba 29 mwaka wa elfu mbili ishirini na tano, lakini pia tumepata nafasi ya kutazama katika habari hii mijadala ambayo imekuwa ikiibuka katika sehemu mbalimbali hasa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii e, wengine wakijadili hivi wengine wakijadili vile, lakini pia tumepata nafasi ya kutazama e, video ambayo imekuwa ikisambaa mitandaoni kimuonesha shehe Mwaipopo akimvaa jaji Joseph Sinde Warioba na kuibua e, nayo pia. E, mijadala mingine kuhusiana na habari hii. Wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Hii hapa ni habari kiganjani, endelea kukaa karibu nasi, endelea kusubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi, lakini pia usiache kutufuata katika mitandao yetu mingine ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok na kadhalika. Kwa majina ya Habari Kiganjani.